DJ Khaled amevutiwa na hii matatu ya nchini Kenya. Matatu ama kwa huku kwetu tunaita daladala, yani usafiri wa umma, na hii ni kutokana na hiki ambacho amekifanya. Wameweka graphic ama picha zenye mwonekano sura yake, kama unavyo kwenye eneo la nyuma, na huu ni mtindo ambao tumekwusha kuzoea kwa matatu mbalimbali mbali za nchini Kenya, kuchafuliwa kwa chapa mbalimbali, hasa majina, misemo na hata picha za watu maarufu kama hivi. So, hii ni picha ambayo ilikuwa shared na Kenya Africa, so ameweza kushare kwenye Insta story yake na ajiandika so, kitu lakini tu imekuwa ni taarifa positive kwa wa Kenya, na hii ni kutokana na, hii ni na love ambayo ameonyesha DJ Khalid mwenyewe yani, ame appreciate kile ambacho kimeweza kufanyika yani, si mara kwanza kwa kuipa mamlaka wenye majina makubwa kwa state kushow love kwenye magari ya umma kama hivi. Mwezi April mwaka 2021 Chris Brown alifanya hivi kupitia kwenye Insta story yake, baada ya kushare kipande cha video kikilionesha gari la umma ama daladala. Haya ni magari ya mwanzo ambayo yanakuwa ni madogo, ni gari ambayo mechorwa picha zake, sio kama one, pia kushare kama sehemu tu ya kufurahia jambo hilo, na kikawa ni kitu kikubwa sana, hasa kwa dereva usika ambaye alikuwa kiliendesha gari hilo. Hii ni love ambayo ameonyesha kwa Kenya. Hii hapa ni SNS Mini Gentleman.